Tunaweza kuketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza huyu diwani wakati anaongea nikawaza, eh, sija akapokonya nafasi huyu. Mungu ambariki sana, naendelee kumtumia lakini leo nimekuja na hiki kitabu hapa kilichowekwa ratiba ya kusherekea, lakini pia kimewekwa historia ya baba yetu. Sasa ukurasa wa kumi na mbili pale, sisomi wote, nasoma tu maneno yaliyosema, na wengine wote ambao hatujawataja hapa. Bwana Yesu asifiwe e. Sasa wote humu tumetajwa kwenye kitabu, usitoke humu mimi sikutajwa pale, mbona kama sikuitwa jina? Hata mimi nimejiona nimetajwa, kwa sababu na mimi nimo humu kwenye, na wengine wengi ambao hatujawataja hapa kona we, umetajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu piga makofi ndo nione una amani, umetajwa. Sasa ndugu zangu, leo ya kusema yako mengi kwa kweli, na hapa wasemaji wote tumewekwa wote katika saa moja, yani hapo wote tu tumeongea. nikasema sasa, jamani, bora mimi na historia ndefu kidogo, japokuwa nimefurahi katibu wetu leo wa kanisa kaniita kijana, nikasema hizi mvi hajaziona Mungu Mungu mwema sana leo. Kwa hiyo jamani, naongea na nyie kama kijana eh, maana kuna watu wanaona mzee. Katibu kaniita kijana, kwa hiyo leo mimi ni kijana. Bwana Yesu asifiwe. Pengine maelezo yangu mimi kuhusu eh, baba yetu hapa aliyelala ama babu kwa wengine, hayatakuwa marefu sana. Kwa nini? Kwa sababu unakumbuka Wakati huo miaka ya themanini mapema hivi, na mimi nimefurahi humu wana Mbeya tumetajwa. Kama we hujatajwa wa mkoa ingia pale kwenye, na wengine wengi Mbeya tumetajwa humu bwana, kwamba kutoka Mbeya kuja Kilimanjaro na sio kutoka Kilimanjaro kwenda wapi, Mbeya. Sasa katika ile Mbeya iliyotajwa na mimi nimo. Sasa katika kuwemo kwangu, nakumbuka katika katika zile sifa alizokuwa nazo mzee wetu huyu. E, sasa sikumbuki alikuja kufanya nini, kwa sababu wakati huo nami nilikuwa mdogo. Ndio maana leo nimefurahi kuitwa kijana, miaka ya mwanzo wa themanini. Kwanza ile sabini na sita iliyotajwa humo ndio mimi nilizaliwa, lakini alikuja nikiwa nimeshazaliwa na miezi kama miwili hivi. Sasa nikawa nawaza lile tetemeko lililotokea lazima lilinigusa nilikokuwa, na mimi ndio maana niko hapa leo <laughs> hey, ama nyiwe mnaonaje? kwa sababu humu limetajwa lile tetemeko la Disemba 1976, nikasema na mimi nilikuwepo, lile tetemeko lilinigusa lazima. Sasa katika kuguswa na lile tetemeko baadaye Sunday school sasa sijui kama ilikuwa ni themanini mbili, themanini tatu hapo sikumbuki hata kama nilikuwa nimeanza shule lakini Sunday school nakumbuka, askofu alikuja huko, sijui kama kuna mwanawe hapa anayekumbuka mwaka gani ulikuwa, lakini alikuja na watoto wawili. Nakumbuka hao watoto wawili aliokuja nao walikuja Sunday school na mimi nikiwemo. Sasa wale watoto walituimbisha pambio ambayo kwa kweli tulikuwa hatujawahi kusikia. Kwa hiyo pamoja na mambo mengine, tukawa tunasema ah, kumbe hawa wageni kule kwao wanaimbaga nyimbo tofauti na zetu, kwa sababu utaratibu wa Sunday school ilikuwa kila mtoto lazima uimbe wimbo, ndio mwalimu alivyokuwa anafanya. Sasa wao walituimbisha wimbo ambao nakumbuka mpaka leo. Najua kuna watu umu imani zao kidogo ni ndogo, saa, jamani, kayote, io, ni ndogo jamani. Miaka yote hiyo unakumbuka mpaka leo? Nakumbuka. Kama unataka nikuimbie, sijui sijui yupo ambaye aliwahi kuja naye ama vipi, kwa sababu vinginevyo nitakuwa nakumbuka peke yangu tu. Sijui atakuwa alikuja na nani, sijui kama ni watoto wake wa kuzaa ama alikuja na watoto wa kanisani, sijui lakini alikuja na watoto ambao walituimbia wimbo. Wakati nikimaliza nitaimba wimbo huo, maana kuna watu wanasubiri niimbe. Sasa hivi nitamaliza muda wa kuzungumza. Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Baba amehubiri hapa makamu askofu. Na mimi kama nisemavyo siku zote huwa najitahidi sio kazi nyepesi, lakini najitahidi kutilia maanani mahubiri, ili mimi hapo nichukue changu. Sasa leo nimechukua vingi. Ila sasa kimojawapo nikasema, jamani mbona natusema watu wa Mbeya sisi kwa kulia ndio wenyewe. Na sisi lazima tushikwe, kwa sababu bila kushikwa, yani msiba unakuwa kidogo. Yaani kama sijalia vizuri hivi sasa sisi watu tutokao Mbeya, kwa mfano, huyu binti aliyekuwa anasoma hapa e, binti wa baba aliyelala, yaani hapa hata kusoma asingemaliza, yaani asingemaliza kwanza. Wangekuwepo waliomshikilia huku na huku wakati anasoma, lakini wakati huo inabidi asimalize, ili watu tusimshangae kwamba hivi amewezaje ya kusimama, yaani amesimama ya muda wote ule anasoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi watu wa Mbeya leo pia ni kati ya watu tunaoomboleza, lakini taifa zima la Tanzania linaomboleza. Pamoja na kwamba ni sherehe, lakini tumeruhusiwa kulia jamani, si ndo maana nyimbo zile zilikuwa zinasema tutafutwa machozi. Sasa tutafutwa nini kama hatukulia? E, kwa hivyo lazima tulie leo. Taifa linalia, tunamsindikiza baba yetu, lakini yeye amemaliza mwendo wake ameliombea taifa hili kwa bidii sana, ameliongoza taifa hili kwa bidii sana, na ametumia nguvu zake zote, maisha yake yote, kuhakikisha taifa linakuwa salama, kuhakikisha mimi na wewe tunakuwa salama. Na hapa nimpongeze mtangulizi aliyesema hapa, diwani wetu, maombi ndiyo yanayotufanya hata sisi tunakuwa salama mimi kama sehemu ya wanasiasa wa nchi hii, sehemu ya viongozi wa nchi hii, kwa kweli, mnaweza mtusikie kila saa tukitaja kuhusu maombi. Maana kuna kwenye mikutano yetu huwa hatuongeagi sana mambo ya Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu yale ya kwenda mbinguni tunazungumza kanisani kule, tunazungumza habari ya kushika dola. Ndio maana mwaka huu tunazungumzia uchaguzi. Sasa hata usipotusikia kule tukiwa tunazungumza kushika dola, tunasema kushika dola kwa sababu tunajua wewe unatuombea na kwa kweli dola tutaishika tukiwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kwa baba aliyelala kwa mambo yaliyosemwa kuhusu yeye na kwa yale tuliyokuwa tukiyafahamu kuhusu yeye, pengine angekuwa ni mtu mwenye kauli ambazo akisema zinatutikisa pengine angekuwa ni mtu ambaye akisimama mahali watu wote tunajua leo anataka kusema nini, lakini alikuwa ni mtu wa kujishusha, si mtu wa kujikweza, si mtu wa maneno mengi, wala hutasikia kauli yake mpaka we umemtafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tujifunze huko, tujifunze huko, lakini pia yeye ametupa masomo mengine. Hapa tumesomewa taarifa na katibu wetu wa kanisa juu ya mipango ya kanisa pamoja na hatua tulizopiga. Lakini mipango ya kanisa hapa mmesikia, katika mipango hiyo mojawapo ya mambo yaliyotajwa hapa ni hospitali kubwa kubwa kujenga, si ndio? Jamani, hospitali manake magonjwa yapo ya manake ni nini? Sisi watu wa imani lazima tukue tukomae. Sisi watu wa imani lazima tukue tukomae. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusomewa mstari kwenye Biblia, unaenda kula nyasi pale nje. Kukomaa ni pamoja na wewe kuto kusikia habari fulani, na wewe umekimbia mbio hivi, unaenda kunywa huko mambo ya ajabu ya ajabu huko. Ni kukomaa. Tukue tuongezeke kwa imani na tukomae tunapomwona askofu wetu mtoka mbali hapa, waliotoa salamu zake wameeleza kwamba kwa sasa hawezi. Maana yake nini? Mimi na wewe tumwombee. Hilo la kwanza. La pili, huyu ndiye askofu mkuu wa TAG hapa nchini. Mungu ameruhusuje? Mungu ameruhusuje? Lazima sisi watu wa imani tukue kiroho yajapo hayo na tumeambiwa, baba yetu hapa aliyelala alikuwa dhaifu wakati wa siku zake za mwisho. Maanake ni nini? Yeye huko nyuma, Mungu si alimtumia kufanya miujiza na watu walisimama? Kwa nini tusiambiwe tu asubuhi ameondoka? Lakini ameondoka taratibu. Wewe umjuae Kristo usomae neno, ukuwe ukomae katika imani ukuwe ukomae katika imani sio nakimbizana tu. Leo umeambiwa huku, umekimbia kesho, umekimbia kesho kutwa. Soma neno lielewe, na Mungu akusaidie. Katika kwingi huko watu wanakutana na mambo yasiyofaa, lakini wewe ukikutana nayo yasiyofaa, umeyatafuta Bwana Yesu asifiwe. Sasa niji nijisemee kidogo kisha nitoe salamu za viongozi wengine. Mahali pengine huwa napenda kusema, kwa sababu unajua mimi kwanza, neno linasema kimtokacho mtu ndicho kilicho ujaza moyo wake, si ndio jamani? Eh, lakini pia ukiri wangu, si ndicho nitakachokipata? Bwana Yesu asifiwe kwa hivyo pamoja na kwamba nafahamu kwamba neno la Mungu katika Ayubu kumi na nne moja linasema mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Si ndio? Neno limesema jamani, au ile sio Biblia? Naye amejaa nini? Tabu. Lakini pamoja na tabu hizo, ukienda Ufunuo unaambiwa, baba kama hivi amelala, amepumzishwa na tabu zake. Kwa nini? Neno linasema heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kufanya nini? Kupumzika baada ya taabu zao. Sasa pamoja na kwamba maisha ni mafupi, yamejaa taabu na tunapumzishwa tukifa katika Bwana, mimi nisife saizi, niko radhi kabisa hizi tabu hizi za kutafuta dola za uchaguzi mwaka huu niendelee nazo tu. Hey, niendele nazo kidogo naona una, ee. Kuna watu kama wananishangaa kama we uko kwenye foleni, maana kuna mahubiri. Na nakushukuru baba, hujasema hivyo. Unajua baba askofu leo hapa, makamu askofu hajatuambia kwamba unajua tuko kwenye foleni. Wewe usijione hapo, unaweza kuwa wewe ndio unafuata mahubiri mahubiri hivyo. Mimi nakaa mbali kabisa kwenye foleni. Bwana Yesu asifiwe. Eh, kwa sababu mimi siwezi kuwa nafuata hapa jamani. Kweli kabisa niwe nafuata. Afuate ah, mwingine tu sio mimi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usifuate wewe kwa sababu gani? Baba yetu tumeambiwa alikuwa anajenga makanisa hata akiwa kitandani. Wewe unamwomba Mungu tu nipe maisha marefu kwa ajili ya shughuli gani? kwa ajili ya shughuli gani ulionayo? Ukipewa yo maisha marefu, lazima si uwe na jambo la kufanya. Sio kwa ajili yako mwenyewe, kwa ajili ya Mungu. Useme Mungu niache ache kidogo na shughuli ya kufanya hapa. Si unaona hata wewe na shughuli yako hii ya haijaisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo usikae kizembe kule nje. Tunasema ukikaa kizembe, ndo hivyo, unaweza ukafanya nini ukapitiwa lakini, baba yetu amelala, mwendo ameumaliza, imani ameilinda. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, wana TAG, ndugu wafiwa wote, pokeeni salamu maalum kabisa kutoka kwa Dokta Doto Mashaka Biteko, amenituma kwenu niwape pole, kwa sababu kama mlivyosikia hapa eh, Viongozi wengi wako Dodoma, kwanza bunge linaendelea Dodoma, lakini pia viko vikao vya Chama cha Mapinduzi vinaendelea huko. Kwa yale aliyoyatangulia kusema diwani, nami sitaki kuyasema sana, kwa sababu uko uchaguzi mbele yetu mwaka huu, kwa hivyo vikao viko kule, kwa hivyo viongozi wote nawawakilisha mimi hapa. kwa hiyo pokeeni salamu zake Dr. Doto Biteko, nitakabidhi rambi rambi muda si mrefu kwa familia, lakini pia pokeeni salamu Uh, za kipekee kabisa kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anawapa pole sana sana sana ndugu zangu kwa msiba huu mkubwa uliotupata, na jana tulikuwa na kikao, kwa wale mnaofuatilia, tulikuwa na kikao cha kamati kuu na yeye anayo taarifa kwa mimi niko hapa leo kwa ajili ya kuja mtu ukisema, nimekuja kutoa faraja, watu wanawaza mfariji ni Mungu. Ni kweli, tunajua Mungu ndio mfariji ila sisi wanadamu tunashirikiana naye. Bwana Yesu asifiwe. We hapa mwenyewe si mwana na wafiwa wamecheka baada ya kusema mi kwenye foleni nakaa mbali ndio nimeshiriki na mimi hivyo, si ndio jamani? Kwa hivyo anafahamu niko hapa na kwa kweli anawapa pole sana, na yeye anamshukuru sana Baba Askofu wetu ambaye amelala hapa, kwa huduma aliyoitoa katika nchi hii kwa sababu kuongoza watu wanaomcha Mungu ni tofauti na kuongoza na watu wasiomjua Mungu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ametuma salamu hizo, mzipokee ndugu zangu. Lakini pia kwa sababu huko mbele tunao uchaguzi, ni waombe sana, pamoja na kwamba huwa mnatuombea sana sisi viongozi, lakini pia mnaliombea taifa letu sana Niwaombe mwaka huu tuliombee zaidi taifa letu, mwaka huu tuwaombee viongozi watakaopatikana kupitia uchaguzi kwa haki. Lakini hao watakaopatikana kwa haki, Biblia imetuagiza kuheshimu wenye mamlaka. Ni vizuri sana sisi tumjuao Kristo kujua nini cha kusema, kujua nini cha kufanya kujua namna ya kuenenda mbele ya viongozi wetu. Wewe umjuae Kristo, usiwe sehemu ya kulikosea neno. Na leo kama ningekuwa nahubiri hapa, ni vile ni msiba, kwa hivyo siko kuhubiri. Lakini uhalisia ni huo. Wakati mwingine Mungu atatupa neema. Wale wafalme wa zamani ndio sasa hivi ni viongozi wa nchi zetu, kwa hivyo unavyowasoma wale na yale mamlaka yao na nguvu yao, amini kwamba neno lilipokwambia umheshimu mwenye mamlaka ni kwa sababu hakuna mamlaka isipokuwa itokayo kwa Mungu. Sasa Sauli alitoka kwa Mungu, Daudi pia alitoka kwa Mungu, na wengine wote uliowasoma wote walikuja kwa wakati wao. Wewe usiwe ndio una mwandishi wa Biblia mpya. Biblia tunayo tayari, soma mle ili ujue namna ya kuenenda katika nchi aliokupa Bwana wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu hizo nitakabidhi rambirambi na rambirambi rambi nyingine nimeshamkabidhi uh, mama askofu mtoka mbali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki, mtuombee. Asante. nikawa nawaza <laughs> nikawa, nikawa, nikawa nawaza haya maneno kuna kitu nimesahau nini sasa hapa kumbe ni wimbo sasa nimesema naimba huo wimbo ulioimbwa miaka ya mapema ya themanini yaani sikumbuki vizuri mtaniwia radhi kama ilikuwa ni 83 ninachojua nachojua tu nilikuwa sijaanza shule bado sasa pambio ile iliimbwa aliimba hivi huyo mtoto mmoja wapo kati ya watoto wawili aliokuja nao